Kwahiyo mmoja agongwe wao wale wametoa sare sisi wale na pointi kumi na pointi tisa wao sisi kama na wanachama sio, tumelizia kabisa kuishia na pointi zetu nane. Sasa tunarudi kuu Tanzania bara kenda kuchukua kombe ingia emakosa madogomadogo may madogo tukiwa tayari kuna matokeo mfukoni. Kwa hiyo niwa niwa niwa shukuru mashabiki ambao tumetoka Dar es Salaam kwa kuja kukusapoti timu yetu. Kwa hiyo tumechukua pointi tatu, mimi mpaka sasa ni pointi zetu nane. Kwa hiyo tunarudia kusema kurudia kukabiliana na ligi kuu tutaanza na bara, kama unaona katikati hapo kuna mechi za FA kuna ligi kuu bado, yule mpiga kelele tarehe moja mwezi wa tatu eh. Kwa hiyo kama mashabiki na wanachama wa Yanga kwamba tumechukua pointi tatu muhimu Dar es Salaam kaka. Sasa tujipongeze kwa sababu kakatuzambe amepambana, amechukua pointi tatu muhimu kaka. Kwa hiyo kama mashabiki na wanachama wa Yanga kwamba hiki tulicho kilicho kipata, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mmeondoka na pointi zetu nane, kwa hiyo rudi kwa Tanzania tunarudi kwa kishindo kaka. Hii haishi mpaka ishe, mshaisha hii ngoma sasa. Sasa mtani sema nakwenda kwenda kukutana na kibonde wangu bana, wale kibonde ndio wanaochonga sana. Mimi najua matokeo hayo, watoto amudi ndio watakuwa na furaha zaidi, ila sisi tuna furaha kwamba tuna pointi zetu nane, ila mtoto amudi kwa matokeo hayo lazima furahi sana kwa sababu mtoto amudi Mudi hana furaha sehemu nyingine zaidi ya kuja kuona Yanga ametoa sare ama amefungwa au tumetolewa kama alivyotolewa wao jana pale Eh, kwa hiyo mtoto wa muni hana sehemu nyingine ya kufurahi zaidi yetu. Kwa hiyo mtoto wa muni najua atafurahi sana matokeo, lakini anavyofurahi, elewa kabisa mimi nimemaliza na pointi ngapi na yeye mwenyewe amemaliza na pointi ngapi. Yeye amemaliza akiwa yuko nafasi ya ngapi? Mimi nimemaliza nikiwa nafasi ya ngapi? Mimi nimemaliza nikiwa nafasi ya tatu, mtoto wa muni amemaliza ni kama bonde kuinama. Sasa ukiniambia kwamba pole eh kaka, hebu niombe radhi kwa zaka kaka, sasa utakutana ligi poa, hebu tukutane Tanzania kwa mtoto wa muni tarehe nne, nitaenda kumkanda tena kaka mara saba mfululizo kaka, ile ishi mpaka ile, tukutane ligi poa